Na Yesu asante. Haleluya. Nzoka shushi. Amen. Mara ya kwanza neno abudu lilitajwa kwenye kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa 5. Mwanzo 22:5 inasema Ibrahim akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Ibrahim anaenda kumtoa Isaka kama sadaka, si ndio? Akamwambia subirini hapa, tunaenda kufanya nini? Kuabudu. Na hawakuwa na chombo cha muziki, kwa hiyo kuabudu sio kuimba. Amen, alikuwa anaenda kumtoa mtoto wake kama sadaka. Tukija kuongelea kuhusiana na kuabudu, kuna sehemu ambayo naongelea ibada kama matoleo kwa hiyo kwa Abraham mtoa Isaka ilikuwa ni ibada. Amen. Lakini sitaki kuongelea kuhusiana na matoleo leo, nataka nionyesha kwamba kuabudu ni kufanya mapenzi ya Mungu hata kama hayako very comfortable nanisikia, eh? ni niku, niku, kufanya mapenzi ya Mungu ni kuabudu. Unajua watu wengi wanasema, eh, akija kanisani, ema nimekuja ibadani lakini unaabudu kila sehemu na kila saa ya maisha yako. Kuna fursa za kuabudu kila mahali. Helo, Mungu anamwambia Abraham, nipe mwanao wa pekee, mwanao mpendaye. Helo, kwa hiyo kwa Abraham kukubali kumtoa Isaka ilikuwa ni nini? Ibada. Kwa hiyo ibada ni kuhusiana na kile unachokitenda zaidi ya kile unachoimba kanisani. Sema nasikia. Helo. Unapotumwa kazini mradi wa fedha, ukarudisha chenji yote ni ibada. Hello, ume, ume, umepewa milioni ishirini na invoice ilikuwa inasema ni milioni ishirini lakini umeenda kule supplier amefanya discount ya milioni mbili Hello, na amekuuliza nikuandikie risiti shingapi? Ile ni opportunity, umepewa kufanya nini? ya kufanya nini? ya Kuabudu. Mbingu inaangalia. Alafu unakumbuka ada, unakumbuka message, imeandikwa asipolipiwa hato fuatwa Jumatatu. Hello, unasema hey, Mungu unajua. Usipoelewa vitu kama hivi, ndio maana fika kanisani, tunaita vitu vitumefika kipindi tunaita uwizi neema. so, oh unaikuta unainua uh, uh, uh, mikono baba asante kwa neema yeah. sio neema hiyo ni uwizi baba asante shabash baba yes andika tu andika tu milioni ishirini ya risiti mm-hmm. hello unapolipa deni yako ni ibada sema amen sema amen watu wanaangelia zimalo mwalimu wanatoka vile Wanasema mtu mwovu halipi madeni yake. A wicked man pays not his debts. A wicked man. Hallelujah. Najua umekaa kwa roho ya Mungu anakukumbusha madeni yako yote uliyokuwa umeyasahau. Unapokuwa huko chuo unapata mwalimu anakufrustrate, anakwambia ni utalala na mimi au utarudia ili darasa mpaka uchoke. Ibada. Haleluya. Ibada ukiamua kulala naye poteza ibada fursa, e, ya kumwabudu Mungu, ya kutenda mapenzi yake. Sema nasikia, naskia. Nadhani sasa hivi mwanza kunielewa kwanini naongelea ibada kama sehemu muhimu ya kumcha Mungu, si ndio? Kwa ibada sio kitu tunachofanya kanisani. Ibada ni kila tunachofanya tukitiisha mapenzi yetu kwa mapenzi yake, maana Yesu alisema kwenye Luka sita akasema, sita arobaini na sita anasema ni kwa ni but... nini mnaniita bwana bwana, walakini amiatendi ni yasemayo? Ama bwana bwanab awatendi afanya nini? Anayeyesema aleluya ina mkono wake juu, sema nasikia Hallelujah. Usio muda wa kununa, ni muda wa kuinua nini? Thank you Lord. Kwa sababu hili neno walijaja kwako kama hukumu, limekuja kwako kama habari nzuri ya neema. Limekuja kwa sababu Mungu anakupenda, kwa sababu Mungu anataka maisha yako yawe bustani ya uzuri wake. Hello. Kwa hiyo ili kama kuna njia ulikuwa unaiendea unagundua kwamba abadilisha kwanzia leo ntaenda njia nyingine, amen. Ukisoma kwenye Warumi 12 mstari wa kwanza, anasema basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Unajua maana dhabihu? Eh, sadaka, si ndio? Dhabihu ilikuwa inateketezwa kwenye agano la kale lakini anasema mwili wako usiuteketeze, utoe ukiwa hai. Hello. Lakini dhabihu inatolewa ikiwa imekufa, so sindio? Kwenye agano la kale anasema ulete beberu kwa pembe zake madhabauni, kwa sababu kuna wakati beberu walitaki kwenda wapi? Madhabauni. Sema nasikia Hello. Kwa anasema tuitoe mwili wetu kama dhabihu iliyo hai, anasema takatifu ya kumpendeza Mungu, anasema ndiyo ibada yenu yenye maana. Anasema unapotoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai, anasema hii ndio ibada ya Mungu yenye nini? Ya kwenu yenye nini? Yenye maana. Mwili wako unapotoa. Na unajua watu wengi wakiwaza kwamba kutoa mwili wao, pengine sio wengi, baadhi, wengi baadhi ya watu wakisikia wanawaza uzinzi. Uzinzi ni sehemu ndogo tu ya hilo. Hello? Mwili wako unafanya vitu vingi sana mbali na uzinzi. Hello? Unapoletewa pale kitu ili usaini, hela itoke, upige ile hela, unawaambiaje eh? Ngoja niwape hadithi moja. Jamaa mmoja alikuwa na rafiki zake uh, kabla hajampokea Yesu. Ikafika kipindi ambapo ampokea Yesu uh, rafiki zake wakamtembelea, wakawa anavuta sigara, wakataka kumpa sigara. Unajua watu wa sigara wanapendana sana, wanapeana. Akampa na achukue avute, akamjibu rafiki yake akamwambia sijaja si na mikono yangu leo na si ya mkono yangu. Mikono yako ni nani? Yesu Kristo, ulitoa ya mwili wako kama dhabihu kwake? Ni wako wangapi baada ya Jumapili kutoa sadaka, kuna yangu niliacha uliwakati, subiri, kuna elfu hamsini yangu, walienda kuchukua zao bwana kuna mtu ulienda kuchukua sadaka yako baada ya kuitoa? Kwa nini, kwa nini amkuchukua, eh? Mbona mnijibu, mbona asina ushirikiano kwenye hili somo? Wangapi wanachukua <laughs> sadaka zao wakishatoa? Kama uko hapo, ushatoa sadaka yako, unaichukua? Amna hata mmoja anachukua sadaka yake. Kwa hiyo ukiutoa mwili wako dhabihu, unatukuuchukue Hello? Haleluya! Kwa hiyo mwili wako unafanya anasema hii ni sadaka takatifu ya kumpendeza nani? Mungu anasema mwili wako ni sadaka takatifu. Sema nasikia. Kwa hiyo mwili wako unafanya vitu ambavyo yeye anataka si ndiyo? Mtu kwa mfano tukipata fursa ya, ya ubuyu, unamwambiaje mtu amkuletia ubuyu wa motomoto? Naambia sikuja na mdomo wangu leo. Haleluya. Hivi unajua macho yako ni ya Yesu? Hello? Unaposhika ile simu yako macho yako ni nani? Haleluya. Masikio yako ni nani? Unafanya, unaangalia, anachotaka uangalie. Unasikiliza, anachotaka usikiliza. Hello? Unauvalisha pia namna anavyotaka uvale kwa sababu so, nionane nilisema kwamba haumpendi mtu unavyopenda wewe unampenda mtu anavyo nasema, ah, mimi napenda hivi. Ah, anapenda. Kwa anapenda. Hello? Kwa mtu ambaye ni mgeni anasikiza mara kwanza, akasema, huyu ni mwalimu wa Torati. Hakuna mwalimu wa neema kama mimi hapa. Kama kuna mwalimu anaweza kufundisha neema mpaka ukatoka hapo kasema, naenda street, kwenye zambi from here You are talking to me. Lakini na wafundisha leo kuhusiana na hofu ya Mungu. The fear of the Lord. Amen. Sema mwili wangu ni dhabihu iliyo hai na unajua kuhusiana na dhabihu iliyo hai dhabihu iliyo hai inawaza sasa, inataka itoke madhabahuni unafanya nini? Unairudisha, naifungia pale, ikikata kamba unairudisha tena. Haleluya. Unapotaka kuamka pengine asubuhi saa kumi na moja uombe, kwa mfano, sio mimi, sio mwalimu wa kuwafundisha mida ya kuamka, muda muda wote, let's say umeamka sana, amka saa kumi na moja kuomba. Ukiamka saa kumi na moja mwili unakwambia dakika hii hivi, dakika hii, maana ukisikiliza utashtuka saa moja na nusu dakika moja ya asubuhi. <laughs> Hello. kwa unainua sadaka yako, hautaki kuomba. Unasimama, usisalia popo kitandani, toka kitandani, alafu inua mikono yako. Haleluya! likopatikay reto papaat leto kakakasuaa na kuabudu mfahamu unastahili Dakika tano mwili utakecha, si ndio? Anasema so mwili wako ndio ibada yenye maana kwa, kama mwili wako unajua, unaweza kuwa mtoto wa Mungu, lakini mwili wako unaabudu vitu vingine. Hello, wakati natafakari hilo somo niliwaza vitu vingi sana, vitu vingi mno. Hauwezi ukamsema mtu vibaya ukielewa mwili wako ni sadaka, kwa sababu so mwili wako sio wako, hata kama kuna kaubuka na kuwasha Akatoki sema, kwa sababu mwili wako sio wako wako. Hello, yeah. Macho yako sio yako, hello, miguu yako sio yako. Sema nasikia, haleluya. Warumi kumi na mbili nne inasema kwamba wabarikini wanaowaudhi wabarikini, wanafanya nini? Barikini wala msilaani. We mtu anapokuudhi ni fursa nini ya ibada, sindio? Mtu amekukwaza oh, Father bless this one, amekukwaza ofaa. Sema nasikia. Utaandika definition hii ya hofu ya Bwana au kumcha Bwana. Hofu ya Bwana humaanisha, haimaanishi kuwa na uoga wa Mungu kama vile mtu anavyomwogopa adui. Hello? Au labda baba mkali au mtawala mkali si ndio? Badala yake ni heshima ya kina. Hofu ya Bwana ni heshima ya kina, ibada. Sasa hivi nikisema neno ibada tunaelewana kidogo, si ndio, na upendo wa kweli kwa Mungu unaomfanya mtu hii